Same hapa ndio wilaya ya kwanza, wewe unaingia kwenye kanda ya Kaskazini. Walisema tutampokea mgombea wetu kwa kishindo. Same hoye! Same hoye! Kwa hiyo hii, huu ni mwanzo wa utakayoyaona katika kanda ya Kaskazini. Watu wamejiandaa Mheshimiwa mgombea wetu, kukufurahisha na kukifurahisha Chama cha Mapinduzi safari hii. Wametuahidi kwamba leo na kesho watajitokeza sana kukupokea, lakini kubwa zaidi, wameahidi tarehe ishirini na tisa watashangaza kila mtu kanda hii ya kaskazini. Kanda hii sehemu zake zingine kwa kawaida hazikuwa nzuri sana kwa chama cha mapinduzi, lakini wamesema wanataka kufuta historia hiyo ambayo ilikuwa si nzuri sana kwa chama cha mapinduzi, na watafuta historia hiyo kwa kukupa kura nyingi sana, Mheshimiwa mgombea wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan, sisi tunakukaribisha kwenye kanda hii. Jinsi utakavyoendelea kuzunguka kwenye kanda hii, utajionea mwenyewe kwamba kweli hawa watu wameamua kukupenda na watakupigia kura nyingi sana.